Lazima uwaze sana kujitegemea sana, kujitegemea kiroho, kujitegemea kimwili. Unapookoka tu, anza kujitengenezea mazingira mazuri, sema amen, yatakayo kusaidia kujisimamia kiroho, yaani wewe mwenyewe, sio paka ukiwe kanisani. Hiyo ni dhambi, ufundishe jamani, usifanye hili, ni kosa jamani, niomba jamani, nitolee Mungu, uanze kujitegemea kiroho kwa maana kwamba uanze kuj kujifunza na kujisimamia kwenye mambo ya roho, kwa sababu hata ukiwa mwenyewe mahali, unajua Mungu hataki nifanye hivi, Mungu wangu hataki nifanye hivi, Mungu wangu hataki niende kwenye njia ile, Mungu wangu apende nifanye kile. Lazima uanze kujisimamia. Kama unapenda Bwana, sema Amina. Jisimamie kimwili, jisimamie kiroho. Ibrahimu alikuwa anamuuliza Mungu, sasa umri wangu umekwenda, sina mtoto vingi una kwenye maisha yako, unamuulizaje Mungu? Unamuuliza Mungu vipi kuhusu maisha yako? Una mikakati gani kuhusu maisha yako ya kiroho na ya kimwili? Haleluya, haleluya. Hiyo ni roho ya mauti, it is a spirit of death. Ndani yako umekufa, ingone jina la kuwa hai, ndani umelazwa, umelazwa na nguvu za giza, umelala umefungwa hata huwezi kuona mbele, huoni maisha yako okay, ya roho yalipo. Ndio maana mtu mwingine ameokoka na bado anatenda dhambi, hata wazi kama magonjwa yanaweza kuingia ndani ya mwili wake na yakaleta mwisho wa maisha yake, na ana watoto, anaona watoto wangu bado ni wadogo, wanahitaji msaada. Unatenda tu dhambi, unazini na watu ovyo, hata hujui, magonjwa yakiingia utakufa na kuwaacha watoto wako watateseka. Mwingine hata ujaolewa hata ujaoa unazini, tuna watu ovyo, utapata magonjwa, utakufa bila mtoto, utakufa bila ndoa, utakufa bila maisha mazuri. Kwa hiyo mtu yoyote aliye na uhai, sema amen, anakuwa hai kuanzia kwenye ufahamu, ufahamu wako unakuwa hai, hiyo ndiyo maana ya nguvu ya ufufuo. Yesu, anapoingia ndani ya watu aliye asili ya ufufuo, anapoingia ndani yako unaamka, kila kitu kinakuwa hai. Unajitambua kiakili, kimwili na kiroho pia, unajitambua unaanza kujua ni yapi ya kupasayo kuyapenda kwa wakati gani. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Unajikuta, unajikuta kanisani. Ah, wa chumba shatusha sarasimi Anachumbia miezi sita, uchumba imekufa. Anaanza na mwingine miezi minne, imekufa. Anaanza na mwingine miezi mitatu, anakufa. Anaanza na mwingine, na kila anayechumbiana naye kuna jambo la uovu linafanyika. Unajiuza nafsi yako, unauza baraka zako, unauza uponyo wako, unauza ustawi wako, unaharibu nyote ya maisha yako. Kuna watu wanakufuatilia kwa namna ambayo huwezi kuamini kuna watu wanakujua namna ambavyo huwezi kuamini. Kuna o ukitoka, kuna mtu ana detail zako, ana taarifa zako, huyu ametoka ameenda mahali amerudi muda fulani, wanajua huyu amechumbiwa. Sasa hivi anamchumba mwingine, kwani huyu anaolewaga huyu anachumbiwaga tu, siku atakuja mchumba kuoa wat wataku...